Wakati serikali iliporuhusu pikipiki zitumike kama chombo cha usafiri kwa umma, ilikuwa na malengo makubwa mawili. Kwanza, iliaminika kuwa hatua hiyo itaondoa adha ya usafiri waliokuwa wakipata wananchi mijini na vijijini. Pili, iliaminika pia kuwa hatua hiyo itasaidia kutoa ajira kwa vijana walio wengi. Kwa kiasi kikubwa malengo hayo mawili yamefikiwa, lakini kwa gharama kubwa ambayo inaweza kumfanya mtu afikiri iwapo faida iliyopatikana kutokana na kuruhusu pikipiki kutumika kama usafiri wa umma zinaendana na hasara iliyopatikana. Mtu unaweza kujiuliza hivyo kwa sababu wakati upande mmoja wa pikipiki ukileta faida hizo, upande wa pili, takwimu zinaonyesha kuwa chombo hicho cha usafiri ni chanzo namba moja cha vifo vingi vinavyotokana na ajali nchini ni vigumu kuamini, lakini takwimu zilizotolewa na kitengo cha usalama barabarani cha jeshi la polisi zinaonyesha kuwa pikipiki piki husababisha robo ya vifo vyote vitokanavyo na ajali nchini kwa mwaka. Labda mtu unaweza kudhani kuwa tatizo hili halikuhusu kwa sababu wewe hutumii usafiri wa bodaboda, lakini linapokuja suala la usalama barabarani hakuna asiyehusika, kama anavyoeleza mrakibu msaidizi wa polisi Deus Sokoni ambaye pia ni mwanasheria wa kikosi cha usalama barabarani taifa Yari, ndege sijui wa meli uh, captain, wewe ni mtembea kwa mguu. kwa sababu lazima utatembea kwa mguu. sidhani kama utaingia na gari mpaka chumbani kwako, hapana. Utafika mahali utapaki gari, kwa mguu. Lakini lipo kundi lingine la madereva, lipo kundi lingine la wamiliki wa vyombo vya usafiri, lipo kundi lingine la wanasiasa, lipo kundi lingine la viongozi wa serikali. Lipo kundi lingine la viongozi wa dini. Makundi haya yote kwa ujumla, tunapaswa kushirikiana kuhakikisha usalama barabarani kwa... kwa ujumla. Afande Sokone anasema mwaka jana zaidi ya watu elfu tatu walifariki katika ajali za barabarani na kati yao watu 890 walifariki kutokana na ajali zilizohusisha pikipiki kati ya ajali 9,856 zilizotokea mwaka jana, ajali 2544 kiwango ambacho ni zaidi ya robo ya ajali zote, zilihusisha pikipiki ajali hizo zilisababisha majeruhi elfu nane mia tisa hamsini na nane na kati yao 2128 walitokana na ajali za pikipiki. Mlolongo wa ajali zilizochukua maisha ya watu wengi ndilo jambo ambalo linalishtua jeshi la polisi na kuamua kuchukua hatua, lakini si jeshi la polisi peke yake ndilo lililoshtuka na ajali hizo. Wadau wengine nao wanaungana ili kuleta msukumo kwenye suala hili la kukabiliana na ajali barabarani. Huu ni mtandao unaojumuisha mashirika 11 na hayo mashirika yana kuna TAULA kama sisi ambao ndo tuna, tuna, tuna ratibu mtandao tuna chama cha mawakili Tanganyika tuna TAMWA tuna WILA tuna Safe Street Tanzania tuna amen, Tanzania kuna chama cha, cha wamiliki wa mabasi TABOA tuna tuna SHIVIWATA Ukijumlisha yote yanakuwa mashirika kumi na tatu. Kwa nini hayo mashirika kumi na tatu? Kwa sababu tumeona kwamba tukikaa kwa pamoja, kuna wale ambao ni wataalamu kwenye masuala ya speed, kuna sisi ambao ni wanasheria, kuna waandishi wa habari pale katikati, kuna wanasheria wa wa Tanganyika. Kwa hiyo tukikaa kwa pamoja tunaweza tukafanya kitu ambacho kitaleta kita maana kwa pamoja wadau hawa wanaangalia maeneo kadhaa ambayo yanapaswa kushughulikiwa kupitia mabadiliko ya sheria. Tulikuwa tunaangalia kipengele cha swala zima la ufungaji wa mikanda, sitaongea kwa mapana sana kwa sababu najua wenzangu watakuja kuongea, lakini pia eneo lingine tulikuwa tunatizama eneo la mwendo kasi, tunatizama unavyoendesha ukiwa una ume, umekunywa pombe, kuvaa kofia ngumu helmet, hasa kwa wale no, wanaoendesha pikipiki uvaaji wa mikanda tukiwa tunaendesha magari na hata na abiria, lakini pia vizuizi kwa watoto. Wenzangu wataeleza kwa zaidi, lakini tulipokuja mwezi wa kwanza tukawa na mazungumzo na, na, na, na, na baadhi ya ya wabunge wakatushauri kwamba kwa nini msiongeze kipengele sasa hivi, watu wengi na ajali nyingi zimekuwa zikisababishwa na watu wanapokuwa wakitumia zile uh, simu na vitu vyovyote vya kielektroniki kwa tukaongeza sasa hivi tunafanyia tuna kazi maeneo makuu saba ambayo ni matumizi ya vifaa vya elektroniki wakati wa uendeshaji wa vyombo vya moto. Kwa kuwa utungaji au ubadilishaji wa sheria unawahusu pia wabunge, wadau hawa wameanza kampeni ya kuelewesha watunga sheria hao kuhusiana na udhaifu uliopo katika sheria zilizopo hasa katika eneo la adhabu. Afande sokoni anatoa mifano mingi ya ajali zilizosababisha vifo vya watu wengi lakini madereva wakaishia kupata adhabu ndogo tu ikiwamo ajali ya basi la Majinja ajali ya basi la Nganga Express na lori huko Yovi, ajali iliyohusisha magari matatu yakiwemo mabasi ya Aratco na Ngolika pamoja na gari dogo huko Mkata iliyotokea Aprili 9 mwaka elfu mbili na kumi na tano na nyingine nyingi. Lengo ni kuhakikisha kuwa sheria zinabadilika na kuwa na adhabu ambazo zinaendana na madhara yanayotokana na ajali hasa zile zinazosababishwa na uzembe, na watu kwa pamoja kubadilisha mindset na attitude ya madereva ingawa kuna mambo mengi yanayosababisha ajali za barabarani, lakini wadau hawa wameamua kujikita katika eneo la sheria. Sheria peke yake haiwezi kumaliza tatizo hili, wadau wanaamini kuwa iwapo eneo hilo litashughulikiwa litaimarisha usalama barabarani kwa kiasi kikubwa, kama anavyoeleza Mary Richard wa chama cha wanasheria wanawake Tanzania, TAWLA. si sheria peke yake itaondoa ajali za barabarani lakini katika katika mambo ya msingi ambayo yanaweza ya yakapunguza ajali za barabarani na kupunguza madhara kwa kiasi kikubwa, sheria ni mhimili wa msingi wa msingi sana. Tunafahamu kwamba kuwa na miundombinu salama ya barabara ni sehemu mojawapo ya ku ya kupunguza ajali za barabara, kuwa na vyombo vya moto salama barabarani, kwa maana ambapo vina inajitosheleza kuweza kumlinda mtu inapotokea ajali. kwa Mary, anabainisha kuwa upo umuhimu mkubwa wa kupambana na ajali za barabarani, kwa sababu takwimu za kidunia zinaonyesha kuwa kumekuwa na moja ya vyanzo vikubwa vinne vya kusababisha vifo: maambukizi ya ukimwi, kifua kikuu pamoja na malaria. Lakini ajali za barabarani ni kati ya visababishi vinne vikubwa vya kuchukua uhai wa watu wengi zaidi. Akizungumzia hatua zilizofikiwa katika mchakato wa mabadiliko ya sheria, mkurugenzi wa sheria kutoka wizara ya mambo ya ndani anaeleza, ambavyo vinahusu adhabu. Adhabu ziko yani, ni kifungo ama so, so, adhabu za mbadala so, kwa sababu adhabu nyingi za faini ni ndogo. Vifungu vyote vya sheria vilivyoonekana vina adhabu ndogo vilipendekezwa adhabu ziongezeke. Ya mkuu wa serikali ikaona tuna vifungu vingi vinavyorekebishwa na hivyo ikashauri wizara kwamba turudi kwenye utaratibu mwingine wa kupata ridhaa ya baraza la mawaziri ili sasa vifungu vile vyote vingi viweze kuabamishika kwa utaratibu wa ofisi ya mwanasheria mkuu. Wana ukomo wa kukubali marekebisho madogo bila kwenda bungeni. Akijadili suala hilo, mbunge wa Ilala Musazungu anawalaumu viongozi kuwa sehemu ya watu wanaosababisha ajali kwa kutojali sheria, kasumba ya vyeo viongozi wengi wanafikiri wakishakuwa kwenye gari wana haki ya kuvunja sheria. Sheria hizi zimewekwa kwa watu wote, hakuna mtu ambaye kujua sheria. Viongozi wanapenda kwenda mbio barabarani, wakisimamishwa, lugha zao sio nzuri. Viongozi wanapenda kwenda kupanda kwenye gari bila kufunga mkanda, wakisimamishwa, lugha zao nazo zinakuwa sio nzuri. Aii, nafikiri hili nalo liwe ni elimu tu ya kuambizana kwa, kwa umuhimu kujua nini, lakini inge mheshimiwa mwenyekiti barabarani hasa hizi barabara unakwenda, hizi barabara highway kubwa utakuta pikipiki imebeba gunia za mkaa saba, pikipiki imebeba babati na mbao kenchi mita moja na nusu iko ndani ya barabara na vyombo na, na, na, vya usalama vipo wanavuka watu wanaona. Kwa hiyo vitu vingine mwenyekiti ni wala sio sheria ya Bunge. Kwa upande mwingine, kwa kuwa uvaji wa kofia ngumu kwa wapanda pikipiki ni jambo ambalo linatiliwa mkazo, lakini mbunge wa viti maalum Susan Limo ana ushauri kuhusiana na viwango vya kofia hizo na wake. Okay, unakuta wamevaa wana wigi zao kubwa wamesuka rasta. Sasa kofia zile haziwezi kuingia iaa kwa <laughs> a <kwa kwa nandana. laughs> <laughs> wanapanda Ninadhani kuna haja ya, ya tuwe tuwe tuwe jera sensitive. Hizi hizi kofia hizi, kwa sababu wenzetu wa Ulaya nywele zao ni nyepesi, kwa hiyo kufunga hivi zina zina. Kisi si wa Afrika nywele zetu ni hemizigo. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama Balozi Adadi Rajabu anawahimiza wabunge wenzake kusaidia kusukuma mchakato wa mabadiliko ya sheria. Kuna matatizo mengi tu ya ambayo sheria mbalimbali ziko kuna sheria za Sumatra, eh, na sheria za Road Traffic Act. Sasa ni jukumu letu sisi pia kuliangalia, kama je sheria hizi zote zina mapungufu sheria hizi zina kiri kuhakikisha kwamba ili tatizo la la la ajali zinazotokana na barabara ziko sawasawa sawa. Sasa eh, sisi kama wabunge Jukumu letu ni hilo, kwa kweli, kuangalia na kwamba tunaweza kutoa mchango gani sisi kusaidia jamii ili kuweza kupunguza hizi ajali za barabarani. Ndio maana chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania, TAMWA, nacho kikajiunga na wadau hawa ili kuhakikisha sheria zinaimarishwa ili kukidhi mahitaji. Umoja wa Mataifa na Shirika la Afya Duniani wanakiri kwamba sheria madhubuti zinahitajika katika kupunguza idadi ya watu wanaofariki kwa ajali katika barabara zetu. Elimu hii inayotolewa kwa wabunge imemfurahisha mbunge wa viti maalum Zawadi Koshuma, naye hakusita kutoa shukurani zake. Ninaona kama vile yani, tulikuwa tumechelewa. Yani, ninawashukuru sana, na mwendelee kutuletea semina kama hizi ziweze kutu tusaidia sisi waheshimiwa wabunge ili tuweze kufahamu umuhimu wa kujua ajali za barabarani na namna ya kuzikabili. Pamoja na shukrani hizo, wabunge waliwaomba wadau kusambaza elimu hii kwa watu wengine zaidi kwa sababu ya umuhimu wake. Si lazima tu mada hii itolewe kwa wabunge mshia so, mwenyekiti, mada hii inaweza kutolewa kwenye halmashauri. Nimeona Arusha kwenye halmashauri yao kujenga barabara mpya na ukigonga hata tofali moja barabara wanakuchaji milioni moja. Kwa hiyo ni bora vilevile mkaenda kwenye halmashauri na sheria za bylaws zikatengenezwa ili kuhakikisha miundombinu ya serikali na hasa uhai wa watu unalindwa, wakati wa dawa akiungana kupambana na ajali hizi. Upo msemo wa Kiswahili kuwa ajali haina kinga. Mtaalamu wa usalama barabarani na mjumbe wa kamati ya usalama barabarani taifa Henry Bantu hakubaliani na msemo huu kuna mambo ambayo yatatokea unapoendesha gari na yale ndio yatasababisha ajali. Kuna tabia ambayo utakuwa nayo, kuna ajizi ambayo utakuwa nayo, utakuwa unaifanya ajizi ile, ndio itatuangamiza sote. Sasa ni mambo yapi? Ni haya ambayo tunazungumzia. Kuna uzembe nana ile lugha ya kusema kwamba Mungu au ajali haina kinga. Tuseme hilo, ajali haina kinga, achana nayo. Ajali ya kinga na kinga hiyo inaitwa. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki, Peter Nyanje, mhariri Peter Nyanje, mchanganya picha Miraji Abdalla, naitwa Tumaini Msowoya niliyesoma.